Dhamana ambayo nimekabidhiwa na PM Bet. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada, nashukuru sana PM Bet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www Vipi, dokta, naendeleaje mwanangu? Nifuate ofisini. Mama, punguza presha. Presha lazima baba angu, mtoto wangu yule. Ah, majibu ya mwanao ana shida ya figo. Yala bora. Mama. Kibali tutafagui. Mwanao yebadi. na hii ndo maana imepelekea mpaka amefikia hatua ile, figo zake mbili zote zimeferi. Figo zikiferi, na hii kupelekea mwili kujaa sumu, na tumeona pale mapafu yameshaanza kujaa maji. Hii ni hatua mbaya sana, maana hata miguu yake imeishaanza kuvimba. Ni dalili za hatari wananu. <laughs> Lakini mama, ipo namna ya kumsaidia mwanao. Zipo njia mbili, njia ya kwanza kitaalamu tunaita dialysis. Hii ni njia ya kutoa sumu mwilini kupitia usafishaji wa damu, na hii utaratibu wake kwa wiki inatakiwa afanyiwe mara tatu, lakini ni gharama sana. Awe na hii njia ya pili mm, ni kubadilishiwa figo. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani. Kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu, bei ya chapati Dunia. Shule inayofunza mema na mabaya ah. wajuaji na wapumbavu wa moo dunia ah. tamwe kula Tam. mm-hmm. mm-hmm. mama Ula ushibe. Unajua, mi nipo kwa ajili yako eh, na chochote utakachokitaka wewe sema, mimi nitafodi kwa wakati sawa. Hapa nipo kwa ajili yako. Vipi, vimepungua? Nikuongeze, usijali. Inatosha yani? Kama hujashiba sema, mimi niko tayari nikuongezee chipsi zingine na kukuje <laughs> Basi, vizuri sana asante. Hmm? Asante na wewe. Sasa bibi Samani, ni wakati mzuri sasa kupata jibu langu ya. Unajua, kuna vitu bado sijafunguka kwako, vimejificha ndani yangu. Natakiwa nikipata umiliki kwako, basi niweze kufungua kila kitu kilichoku, kilichokuwa kwangu, ili niweze kufanya mahitaji muhimu juu yako ko, nakuomba sana Ukinipa jibu itakuwa poa sana. Unataka jibu? mm. Nimekubali, yeah. We, hebu acha utani, unamaanisha? au nikate? Hapana, ah, usifanye <laughs> hivyo <laughs> nikuwa sijasikia tu vizuri <laughs> you naam, baba. Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati minja kupeleka shule <laughs> mama bwana. Sasa nashindwaji kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. kini si nimekwambia, mi sijawahi? Au hasa shida ipi tena mama eh? kipenzi laazizi eh? nyongo mkaliaini, jamani, kuna shida gani? Sisi tumeshakuwa wapenzi, yani nimekukubalia sasa hivi na sasa hivi unahitaji ufanya mapenzi? Hapana, mi nimeshakwambia kuambia sijazoea hayo mambo, na tena kuna wenzako kibao huko nje walikuwa wananitaka na walikuwa wakiniambia hizo mada. Tunachana mara moja, na naona kabisa wewe unataka tuachane, na hatutofika mbali tukiendelea hivi. Nishakwambia sijawahi na sitaki kufanya mapenzi, kuwa mwelewa. Jamani mpenzi, hili swala kama hujazoea ni wakati sasa huu sahihi wa kuanza kukufundisha taratibu mdogo mdogo, utazoea. Unadhani wale wote wazoefu wako nje huko eh, walianzaje? Walianza taratibu taratibu mwisho wakazoea. Alafu usichokijua sasa uko na mtaalamu. Eh? Kidume mwenyewe ambaye naweza nikakutengeneza taratibu ukazoea. Kuikubali nikufundishe mdogo mdogo uzoe. Nisikilize. Mimi nimekukubalia ni kwa sababu umesema unataka kunioa. Na nyumbani kwetu hawaruhusu kabisa mimi kuwa na mahusiano. Na baba akija kujua kama mi na mahusiano, anaweza kanifukuza nyumbani. Kama kweli unanipenda, nioe alafu tuendelee kufanya hayo mambo. Jamani, tunachokifanya hapa ni kubariki, eh? Tunazindua mahusiano yetu ili tuifungue milango ya mapenzi yetu. Hakuna tatizo lolote, mi najua siku ya leo tu, ukishanipa hakuna tatizo lolote litakaloendelea. Alafu kama swala la ndoa, nimeshakwambia kuambia kabisa, lazima nikuoe, yaani we ni mke wangu kabisa hasa. Shida iko wapi mama? Mbona vitu virahisi unataka kufanya viwe vigumu, eh? Kwani ndo mwanamke wa kwanza kufanya hili jambo? Ebu angalia, kuna wengine wako hospitali. Wewe umezaliwa wazani kwa sababu gani? Kwa sababu ya tamaduni ya, ili tendo limesharuhusiwa, tumeambiwa tuje tuzaane. Manake tumeshakubaliwa kabisa ili jambo lifanyike. Mi najua kabisa kweli, kuna vitu upande wako hujawahi kufanya na wazazi wako, kuna vitu umeukatalia usifanye, hata mawasiliano umeukatalia. Lakini ebu angalia, ushakuwa mtu mzima, una maamuzi yako kitendo cha wewe kunikubalia mimi, maanake umeshakubali mimi nawe tuwe pamoja. Umeshatengeza bondi kati yangu mimi na wewe, na umesha ruhusu kila kitu kifanyike kati yetu bila kunyimana wala kufichana, na hiyo ndio maana halisi ya kuwa wapenzi. Sasa inakuwaje leo unaninyima eh? Mimi ni mpenzi wako, nipe mama. Una simu? Hii ya uh -uh. Ndugu yangu G. G. Ah. G! Simu yako inaita. Baba anaje, chukua simu yako. Vipi bwana, ah. Shule inayofunza mema na mabaya ah. Wajuaji na wapumbavu wamo Dunia.

Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha, ndo chanzo kurudio, munachelewa nyamuwezi elewa ha -ha -ha -ha -ha -ha. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ah, shule inayofunza mema na mabaya. Dunia ah, wajuaji na wapumbavu wa moho. Dunia ah, anguko la koni kicheko kwa wengine. Dunia ah. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru kwa uwezo wako na nguvu zako Baba. Asante kwa kuwa ni Mungu mwenye nguvu, umetulinda, umetubariki na kutuinua. Asante Baba kwa kuwa we ni Mungu ambaye unatupenda. Tazama mwana wako tena Mungu anajileta mikononi mwako wakati huyo. E Baba ulisema, e Mungu, tukuombe na we Baba utatujibu. Ulisema e Mungu, sikio lako si zito wala isisikie. Nami Mungu nakuja mikononi mwako. Baba nahitaji unisaidie ulisema e Mungu, katika maandiko yako matakatifu kwamba mke mwema hutoka kwako. Nami Mungu, naomba unisamehe kama sikukushirikisha katika hili. E Baba, naomba unisamehe, lakini bado nakuja mikoni mwako tena. Wakati mwingine nahitaji unisaidie, unisaidie Baba, katika kupata mke mwema, mke sahihi atakayeishi katika misingi ya dini, misingi din ambayo Baba itakupendeza wewe na itapendeza pia na wanadamu. E Mungu wa mbingu na nchi bado nahitaji Bwana kupata mke sahihi, ambaye Mungu ataniheshimu, ambaye Mungu atakwenda sawa sana mapenzi yako. Nipe maono ya ndani kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, mke ambaye ataweza kunisikiliza katika yale ambayo mimi nahitaji, mke ambaye ataishi katika neema ambayo mimi nahitaji, ila kupitia maono yako na nguvu yako tu, Baba, naamini kupitia hilo Asante Mungu kwa kuwa utanipa mke mtii, atakayenisikiliza, atakayenijali, atakayenithamini. E Mungu, mke ambaye baba, tutaendana katika tabia zetu. E baba, maana hata maandiko yako yalisema, e Mungu, watu wawili hawawezi kutembea pamoja ikiwa e baba hawajambatana hawajaambatana. Nami nahitaji neema yako katika hili e baba, nahitaji neema yako katika hili e baba, mfalme Nahitaji mwanamke ambaye atakuwa ni mtakatifu, ataishi katika utakatifu, ataishi katika uungu, ili Baba nguvu zako ziweze kupata nafasi katika familia yangu pamoja na kizazi changu. Naamini kupitia hilo e Baba, kwa kuwa nimeomba nawe utatenda, utanionyesha Baba miujiza. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu le hai nimeomba na kushukuru na kujiachilia mikononi mwako.

Yamani yeah, usinifanyie mm, hivo. Mwiziu utaniua toni, mbona mbali au naniogopa? <sighs> Basi sogea Hatoni amumbika wongo dhambi, mbona kawaida. <laughs> He, nasikia raha mimi sasa. Nataka niongee na bosi wako, yani nataka nikumiliki, uwe wangu kabisa. Kiasi chochote anachokitaka mimi nitampa, ili mradi uwe wangu peke yangu, na wivu sana hapa penyewe nishachanganyikiwa, naona kabisa siwezi kuishi bila wewe, au unasemaje? Sawa, kama mtakubaliana na shida, mimi nipo kazini. Asante. <laughs> Oh, oh, oh, oh, oh. Nini hiko hiko ndomu? yeah, nini hii? ah. Ni kwa ajili ya usalama kati yangu na wewe, kwani bosi wako awaja kwambia mimi nimilipia vipi? kutoka Dar es Salaam Tanzania mpaka jijini Mbeya ni safari moja tu ya kumletea gari aina ya Toyota IST. Mshindi wetu kwanza, nilikuwa siamini, ila hadi chuma nimekiona, najua ni asilimia mia mali ni yangu, na washauri waendelee kutumia PMBet, maana ni uhakika, sio matapeli. Ots kubwa kila kitu, yani nafasi ni nyepesi tu, huenda wewe ukawa mshindi unayefuata wa gari aina ya Toyota IST kwenye promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Siwezi kula pipi na karatasi zake. Lakini mimi natujuani, ndio kwanza tunakutana hapa, ukizingatia mimi nina mzunguko mwingi sana, lakini tukitumia hii inaweza kutuepusha na madhara ambayo inaweza kutokea baina yetu, na ukizingatia mimi natakiwa niendelee kufanya kazi. Sawa, wewe upo kazini na mimi ndo starehe yangu, na ndio maana nimelipa dau kubwa ili nipate ninachokitaka, na sio kama bosi wako hajui, anajua kila kitu. Nashangaa wewe umekuja na huo mpira mi siutaki bwana. Kama uwezi, mimi nimpigie birusi wako simu aniletee mtu mwingine au anirudishie pesa yangu, maana nimetoa pesa nyingi kwa ajili yako. Haina haja kumpigia simu, mimi nitaifanya hiyo kazi. Sasa unajiogopa, unaogopa nini? Mbona umeshika funguo mkononi? Yaani, humu ndani leo hatoki mtu kuanzia saa hizi mpaka kesho asubuhi, yaani kama ni chakula, tutaagizia kitaletwa, yaani hatoki mtu humu ndani mpaka mimi niamue tunatoka lini. Shule inayofunza mema na mabaya

Mwanaume iko lafulafu, mwanaume iko ovyo, mimi wakazi gani eh? Mi nataka kuliona mwanaume mrefu mzuri, atisti kidogo, ana gari, ana hela, anapendeza. Mi ndo nataka mwanaume hivyo, kuna utamu wake kula vitu kwenye gari. Dada hata siku kija kunichita kiniacha kama mwenzangu, na nami nimeambulia kidogo hata kwenye gari. Jamani, sasa si mnaanza wote maisha, akaanze maisha na nani, akatafuta maisha huko na ndugu zake Mi jipata, zangu, wewe, one one, <laughs> Mimi mwenzangu nataka mwanaume kidogo ameshajipata, nikifika na pumzika zangu sitaki mambo ya stress sasa hivi. Sasa wewe, una uhakika mwanaume unayemtaka naye utakuwa una vigezo unavyovitaka? Au endelea. Mimi dada yako, kwenye eji hiyo miaka kumi na nane kumi na tisa nimechagua sana. Ona sasa hivi. Hivi dada unavyoona kwa uzuri mdogo wako niangakosa mwanaume maana eh? kwa uzuri huo Haka, mwezangu, mimi nataka mwanaume tayari ameshajitafuta na mali zake ana gari zake huko. Haka, mwezangu, mwanza na ma stress mimi hata siataki sasa. This is... Ndasa Salama.

I will call you then. Naam baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the gogeaanthechaphahap champ,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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa moo